Lakini kubwa zaidi nipende tu kuwasisitiza kwamba tuna imani kubwa na taasisi hii ya LITA katika kutransform sekta ya mifugo. Ndio mkono wa wizara katika kutoa mafunzo na kuwafikia jamii, kuwapa teknolojia muhimu zinazobuniwa, kuwafikishia ujuzi wa kuweza kufuga kwa, kwa tija na kwa faida na kibiashara. Wizara ina ajenda ya kutransform ufugaji huo, ndio mkakati mkubwa wa wizara kuitransform sekta ya ufugaji kutoka pale ilipo sasa na kwenda kwenye ufugaji wa kibiashara. Ninaamini, na bahati nzuri, nilishiriki pia katika maandalizi ya mtaala ule, nimeona kozi nyingi zilizowekwa kule ni za kuhamasisha kuwekeza katika teknolojia, kuwekeza kue, kuingiza au kuinstall teknolojia mpya katika vichwa vya wafugaji katika vichwa vya watoto wa jamii za kifugaji ili wakaweze kufuga sasa kibiashara, tuondoke katika ufugaji huu asili ambao una tija ndogo kwa makundi makubwa ya mifugo, twende kwenye kufuga mifugo michache lakini kupata tija kubwa. Kwa hiyo mna kazi kubwa ya kufanya LITA kwa ujumla wenu, kwa kwamba mafunzo haya ambayo mnayatoa yanaendana na wakati pia yanaendana na mabadiliko ya na ya teknolojia. Niwaase baraza pamoja na management kuendelea kuzingatia sheria, taratibu na kanuni za utumishi wa umma, lakini na taratibu na miongozo ya kiserikali katika masuala haya ya mipango na utekelezaji wa shughuli za serikali. Mnalo jukumu kubwa la kuhakikisha kwamba mambo yanakwenda kama mnavyopanga leo. Tusishie kwenye kujadili mipango, vile vikao vingine vinavyokuja tunajadili utekelezaji. Kwa hiyo niwaombe sana, wakati wa kupima, wakati wa vikao vinavyofuata baada ya hivi vya mipango, pia tukapime, tukajipime tumetekeleza kwa kiwango gani yale ambayo tumeyapitisha kwenye mipango yetu, kama tutaishia kupanga tu na hatushiriki kwenye kupima. Na hili mwenyekiti, nitoe rai tu kwamba ni vizuri tusishie kikao kimoja cha baraza ambacho kinakuja kupima tu kinaweka mipango tu. Lakini tupate vikao vingine, ili tukapime pia utekelezaji wa mipango hii ambayo tunaipitisha leo. Ninatambua tunatakiwa tufanye kikao zaidi ya kimoja, kwa hiyo ni vizuri management mkajipanga na kuhakikisha kwamba angalau wajumbe wanapata fursa pia ya kujadili utekelezaji, kupima utekelezaji sio kuishia kwenye kupanga tu, kwani tunapotekeleza kama kuna changamoto pia tuzione ni namna gani tunazipatia ufumbuzi wakati wa utekelezaji wa mipango hii. Mkutano wa 12 wa Baraza Kuu la Wafanyakazi wa LITA. LITA ina jukumu kubwa la kutoa mafunzo kwa wataalamu, lakini pia kwa wafugaji hapa nchini, na LITA inaundwa na kampasi nane za wakala ambayo zimetawanyika nchi nzima. Kwa hiyo baraza hili kuu linaundwa li na wajumbe kutoka kampasi zote nane, na kila kampasi ina wajumbe wanne ambao wanawakilisha wafanyakazi kutoka kwenye kila kampasi. Kwa kwa ujumla tuna wajumbe karibu 60 ambao wako hapa kwa ajili ya kujadili. Kwanza tunajadili taarifa ya utekelezaji ya mwaka. Utekelezaji wa mpango ambao tulikuwa tumeupitisha toka mwaka jana ambao ulitokana na kikao cha kumi na moja cha Baraza Kuu la Wafanyakazi. Lakini pia tutapitia bajeti ya wakara kwa ajili ya mwaka 2025 2026. Kwa hiyo tumekutana hapa Dodoma tumepata nasaa kubwa kutoka kwa, kwa mgeni wetu rasmi ambaye ni katibu mkuu aliyewakilishwa na mkurugenzi wa rasilimali watu na utawala kutoka Wizara ya Mifugo na Uvuvi. Lakini lengo letu ni kwamba tushirikishane kwa ajili ya kupitia mipango ambayo tume, tumeipanga kwa mwaka ujao wa fedha, halafu tujadiliane, tukubaliane kwamba kila mmoja anaenda kufanya nini katika eneo lake la kazi. Na pia kutokana na, na saa za mgeni rasima, tumeaswa sana kuzingatia maadili ya utumishi wa umma na utawala bora, na kikubwa alichotuasa ni kuwajibika, kuendelea kuwajibika, lakini pia kuendelea kutekeleza majukumu ambayo tumepewa na serikali kama wakala, lakini pia kuendelea kuwa watii kwa serikali hii ambayo iko madarakani pamoja na kuchapa kazi.